gani gani gani? Kati ya Diamond ale, ale, ale, ale mama huyo, kale. Sasa sasa sasa, baba huyo, katoka shambani, katoka shambani na na unga. Anataka tusipate shida ale,

Kama umefukuzwa umefumaniwa, wongo. Ndiyo Mungu wangu wewe, unabishana na na na watu. Amekata mzimu, mzimu, mzimu, mzimu, mzimu, mzimu, kutunani kabisa. Ya sema kijana, unaonekana ulikotoka, umefukuzwa na mbwa, kweli, toka na waganga. Hata ubishi

Mimi nataka hela nyingi sana, unapata la nyingi sana. Sasa, kila siri tunakwenda. Wala sio baba yangu wewe. Tulijua tatizo lake. Kabisa. Kama mimi nilichewa tu kumwambia. Hata mimi wewe. Ukiona umepata 500, sababu unajikuta una hela. Yaani unatumia unajua kibali tunanua sababu tunakuelewa hizo. Hiyo yote ni kwa sababu ya matumizi yake ya godio. Kabisa. Sasa, pia hapa mafika. Hapo kwa mafika. Mm. Friji. Friji.

Ah, fungua chumani kwa. Hii funguo, fungua nini? Ah, ah, ya kaunta ya benki. Kaunta ya benki. Ah. Wewe umesoma soma kidogo tumia funguo. Akiamu, naisikia kwa hapo. Wewe unaletaje funguo kwa mganga? Eh? Si unaleta pesa ni hela? Ndio. Lakini mama amesema afungua benki. Fungua benki. Mm. Tumwombe kali soma. Tumwombe kali soma. Aya weka huko. Hmm. Ah. Yeah. Sasa utanifilisi, itabidi. Sasa kijana, sikiliza. Fuatai. Sawa. Tunakupa masheti, ndio tatizo lako umesema. Kabisa. Limeeleweka na sisi hey, tunajua <laughs> matizo yako, sio na wasiwasi. Ndio. Sasa eh? hmm. basi kuanzia saa hizi mm -hmm, sema mgangano utakuwa unaenda kunya kwa mwaka mara moja, kwa mwaka mara moja, tumpunguzie nusu kwa mwaka, nusu. Akienda choni tu haijaisha, nakatia katikati. Hehehehe, nakatia anakatia katikati, ndio uongo, atakuwa ananuka mazi, atakuwa ananuka hamna. Yani ile mara moja isipite mara moja, mara moja, mara moja. Umesikia? la pili sasa sikiza, mimi viatu nikupe mashati yangu. Hey, mpe. Wewe sio magumu sana. Sana. Madogo yavumilie, sawa sawa. Kila unapopata pesa ukipata shilingi mia tano mia nne naleta hapa shilingi mia nabaki nayo mwenyewe wewe. Acha hizo. Wewe masharti yako 30 kwa ya mwaka. Yaani chakula chote anaita hapa. Sharti nyingine. Mbe la mwisho, mbe la mwisho, mbe la mwisho. Eh. Sasa sikiliza. Wewe nyumbani kwako unalalia nini? Agodo. Ah, unalalia godoro. Unalalia godoro. Siku nyingine ndio mkeka. Eh, wewe unalaliaje godoro? Kesho bebe. Kesho kesho bebe uje nalo hapa. Aje nalo. Alafu naomba usikilize. Hmm. Kabla hajafika nyumbani kwako. Sawa? Unanisikiliza kwa makini kwanza. Mimi ndo mganga nimetembea kote, nanijua Afrika Kusini, kaprika shen, India, indi. Sasa sikiliza, ukifika okay, tu nyumbani kwako kabla ujaingia, kabla ndani ndani ndani toka na kusiniakute Anatakiwa shati ambalo nalivaa siku nenda miaka nenda miaka rudi, avaa hilo hilo, miaka nenda miaka rudi, miaka nenda shati hilo hilo, sawa sawa, unanielewa vizuri? Lakini tunachoongea halitachanika, kweli halitachanika, itachanika, atakuwa na shona, utakuwa na shona, tuko pamoja? Atakuwa na shonea uzi wa dukani auzi

kabla haijatoka hapa, inabidi usigeuke nyuma, na hujageuka nyuma, inabidi tuangalie sisi huku tunafanya nini. Yani kisaenda mbele, usigeuke nyuma, lakini uangalie sisi tunafanya, lakini uende kimbele, uende mbele, watu wengine waangalie nyuma. Tuko pamoja nd ki

Ni wakati wa kutabiri watu zao wao kabisa kabisa. kwanza kwanza. kwanza. walipe hela. walipe hela? hela. Hela. Eh, toka sasa tujapata kabisa. Samahani, mganga atatemana hela. Ah, usaidie. aanaeah

ia naela kabisa, usijali, umefika tutabili matatizo yao. Unaonekana ulikotoka ndio umezaliwa, baba mmoja, mama hajui Yaani, huyu nao umekosea. Ungesema hivi, umezaliwa na mama, baba yupo. Inaonekana tangia uzalio hujai kunywa nywele.

Ndiyo. Aseme aseme mwenyewe. Mwenyewe mwenyewe. Sema mwenyewe. Mzimu wa tajiri. tajiri. Mimi mimi suti suti. Bila bila hela. Hela. Hela. Hela. Hela. Sina hela. Nikipata nikipata ndio kuleta. Busi kabisa. Ana hela. Ana hela. Nataka utajiri si wenyewe. Ana hela.